kama ina mageti ko itakuwa na mimi nifungulie soda soda. Leo hii nakwambia, hapana bwana, si soda unarika na soda, wakati ambapo ushafika, lakini wakati hujafika soda wala hujali kama ina mageti. Sema amen, amen.